Baada ya kumaliza kidato cha nne nilipendezwa sana kuja kujiunga na chuo cha, cha VETA Rukwa. Malengo yangu makubwa ni kuwa injinia. Nilipofika hapa Rukwa nilipendezwa sana kusoma ujenzi. Unafuu wa kusoma hapa VETA, kwanza ada yake ni nafuu sana, kwa awamu kwa awamu tunalipa elfu thelathini awamu awa mula wa mwaka mzima, ada ni elfu sitini mazingira ya hapa chuo ni mazuri, yanapendeza na yanavutia pia. Uh, ujenzi pia unaweza ukampelekea mtu pia akaa akaajiliwa na serikali au akajiajiri yeye kama yeye. Pongezi yangu kwa mama Samia Suluhu Hassan, nampongeza sana kwa kutufungulia hiki chuo ili tuendelee kama sisi, kwa sisi wapa watoto wa kike. Mama yuko kazini.